Ndani ya uwanja wa Osin Ait Ahmed, ndivyo hali ilivyo sasa hivi. Young Africans wakiwa ndani ya uwanja na zoezi linaloendelea kwa sasa ni pitch feeling. Wachezaji wametoka vyumbani baada ya kufika na wameingia kwenye pitch kufanya ile pitch inspection ama pitch feeling, hali ya kuifil pitch, sehemu ambayo wataenda kuchezea. Lakini mashabiki ambao bado hawajajaza uwanja, lakini tayari wapo ndani ya uwanja wamewapokea kwa shangwe na ndelemo kama ambavyo tulikujuza ko kwa awali kwamba uh, Osinait Ahmed licha kwamba ni uwanja wenye uwezo wa kuingiza watu zaidi ya elfu hamsini tiketi zilikuwa zimeuzwa zote. Kwa sasa mapema, bado kuna mapengo, lakini ile amsha na vibe lililokuwa kubwa hapa baada ya Young Africans kuingia. Atlas, kama ilivyo kawaida yao, wanaimba ni green and yellow. Kwa Young Africans inawezekana kwa kuona hivi wakawa wanahisi wako mitaa ya Twiga na Jangwani kwani rangi yao pia ni black and yellow. Kwa hiyo leo tunaenda kuishuhudia dabi ya black, yellow, green and black kwa sababu timu hizi zote zinatumia rangi ya aina moja. Ni mchezo wa pili wa makundi CAF Champions League, Young Africans akiwa ametoka kushinda mchezo uliopita lakini uh, uh, JS Kabylie wao wamepoteza mchezo uliopita, ni mchezo wa pili. Tuone nini ambacho kitajili kutokea hapa. Ripoti zote zinakujia kutokea hapa Tizuzu, zinaletwa kwako na James Samuel mbele ya kamera, lakini nyuma ya kamera yuko Dickson Chorwa, mikono ya dhahabu, akifanya kazi nzuri kabisa kuhakikisha wewe Mtanzania na mpenzi wa Young Africans unapata taarifa zote muhimu kutokea Algeria.